Hii kuwashukuru sana waandishi wa habari wote wa mitandao, waandishi wa habari wa magazeti, TV na redio kwa kazi kubwa mlioifanya katika zoezi zima la kumtetea mtoto aliyetelekezwa au asiyepata haki zake kutoka kwa baba au kutoka kwa mama katika siku zote hizi 15 na kabla ya hizi siku 15, kwa sababu kazi hii imeanza tangu tarehe nane mwezi wa tatu siku ya wanawake duniani ndipo pale mlipoanza kutangaza na baadhi ya TV mlichukua kuifanya kuwa ajenda, na kwa kweli si ajenda ya TV bali ilikuwa ni ajenda ya wananchi, na kwa mujibu wa leseni zenu mnapaswa pia kuweka maslahi mbele ya wananchi, hasa wanyonge. Kwa hiyo ninawashukuru sana. Tarehe nane hadi leo tunapofika tarehe ishirini na saba mwezi wa nne, maanake ni kazi kubwa mmeifanya. Kama nilivyosema awali, tuna makundi matatu au manne ambayo yalikuwa yanahusika kwenye hili jambo. Na katika makundi haya yako makundi ambayo tayari yaliamua kujitokeza. Moja, kundi wapo ambao lilijitokeza ni wakina mama ambao walitelekezwa au kuachwa na watoto wao na hatimaye kukosa msaada wa matunzo kwa mujibu wa ile sheria ya mwaka elfu mbili na tisa na mwishowe kunyanyuka kuja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Wakina mama hawa hawakuanzia kwetu. Hawajaanza kuja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, maanake walianza kwenda kwenye mamlaka husika za ngazi tofauti tofauti, lakini hawakupata majibu, na ndio mwisho wa siku wakaamua kusafiri na kufika kuitikia wito, lakini ukiwa ni wito ambao uko kwenye kutafuta majawabu ya changamoto walizokuwa nazo. Kundi la pili ni la kina baba nao ambao nao walifika wakiwa na malalamiko nao ya kutelekezwa na kuachwa na kina mama wakiwa na watoto. Aa, makundi mengine sasa haya ni madogo madogo, au kwa lugha nyingine ni makundi ambayo hayakuwa makubwa sana, kwamba unakuta mtu mwingine ndani ya ndoa wametengana na mume wake, lakini aa, kuna baadhi ya haki zake hajazipata. Lakini makundi makubwa mengine matatu ambayo hayakujitokeza, moja ni ile kundi la watu ambao wako na vipato vyao lakini baba hawajibiki kwa mtoto, mama anasema madam, ninafanya kazi naweza kumtunza mwanangu, hakuna sababu ya kuja, kwa sababu uwezo wa kumtunza mtoto wake anao. Lakini kundi jingine kubwa zaidi ni lile kundi la watoto wa kike waliopata mimba na walipokataliwa na wanaume wakaamua kutoa zile mimba, wao hawakuweza kufika, kwa sababu tayari walishafanya maamuzi ya kuua vichanga au kundi lingine la tatu ambalo wao waliamua kuwatupa watoto katika umri mdogo au kuwatelekeza kwa sababu tayari walishaingia kwenye changamoto ko. Kwa kifupi ni kwamba tatizo hili ni kubwa sana kwenye jamii, na leo nimewaiteni waandishi wa habari kuwajulisha kwamba tunalo tatizo katika mkoa wetu, tatizo la wanafamilia kutokuwajibika kuwatunza watoto. Ni tatizo kubwa, kwa sababu linabeba watu wanaolazimika kutoa mimba, linapelekea wengine kutupa vichanga vyao, linapelekea wengine kuwa na watoto ambao ni ombaomba. Na hata katika stori tulizozipata hapa, wengine waliwachukua watoto katika umri mdogo na kuwapeleka upande mwingine, upande ambao ulipelekea watoto wale kutokupata fedha ya matunzo na hatimaye kusajiliwa kama watoto yatima kwenye vituo vya watoto yatima, wakati wana baba zao, wana mama zao kwa hiyo kwa kifupi tulisema awali, tulianza na tukasajili wananchi wasiopungua elfu kumi na saba na ifika hatua tukasema tusiendelee tena kuandikisha watu, kwa sababu uwezo wetu ulikuwa ni wa kufanya kazi siku mbili, tukaongeza siku tano, tukaenda siku kumi, lakini tukalazimika tena kwenda siku kumi na tano. Tumegundua hatuwezi kumaliza, bado tatizo ni kubwa kuliko tunavyolifikiri na ndani yake yako mambo tuliyo ya baini, yako mapungufu ya kimfumo mamlaka walionayo watu wetu wa ustawi wa jamii, yako masuala ya uaminifu katika utendaji wa kazi ya watendaji wetu, yako maswala mtambuka, yako mambo ya sheria za ndoa, yako mambo ya mikataba ya kimataifa yako mambo ya haki za mtoto na haki za raia kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya kumi na tatu. Kwa haya yote haya nimeona hataweza kumalizika kwa hatua hizi tu tunazozichukua, lazima tuchukue hatua kali zaidi na hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo nimeona ni vyema nitengeneze vye kamati itakayojumuisha wataalamu kumi na tano. Wataalamu watakaotoka dawati la jinsia watakuwa ni watatu Nikisema dawati la jinsia maana yake, mnafahamu kwenye vyombo vyetu vya polisi tunao mfumo pia. Tutakuwa na watu kutoka wa ofisi wa jamii watakuwa ni watatu. Tunao watu wa sheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa watakuwa nao ni watatu. Lakini pia tunazo asasi ambazo zimekuwa zikipambana na harakati dhidi ya watoto wa kike na watoto wa kiume, na asasi zingine zikiwa zinapigania haki ya mtoto ikiwa pamoja na haki ya mtoto kusoma. Ndivyo tukaona tuwachukue watu lakini pia tukaona tuchukue na wanasheria wengine ambao watakuwa wamesomea haya mambo yanayohusu haki za watoto, mikataba ya kimataifa inayohusiana na haki za watoto, sheria zetu za ndoa hizi, waliobobea kwenye mambo kwa ujumla, tukaona tutakuwa na kamati ya watu wasiopungua 15, na watu hao wataanza kazi ifikapo tarehe tano mwezi wa tatu, na tunazo hadiru za rejea ambazo tunataka waziangalie ili tuweze kupata majibu stahiki. Uh, ni watano tarehe ngapi? Sema, tarehe tano mwezi wa tano maana yake ndio wataanza hiyo kazi nime- nimechanganya mwezi wa tatu na, na hawatu wa tano. Na hawa watu wataongozwa uh, na wakili wa kujitegemea Albert Msando ambaye atakuwa mwenyekiti wa kamati wakishirikiana na mwanasheria wa ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini katibu wake atakuwa ni mkuu wa kitengo cha ustawi wa jamii katika ngazi ya mkoa, maana yake afisa ustawi wa jamii wa mkoa ndio atakuwa katibu wa hii kamati. Na ndani yake sasa wajumbe watakuwa mbalimbali, wakinapato basi na wengine wana sheria, na wale tulionao katika asasi za kiraia zinazohusika na haki ya mtoto. Zimefanyika research nyingi lakini tutaka tuunganishe na sisi utafiti wetu kwa sababu tumeshaichukua sheria mwaka 2009, tumeiingiza kwenye utendaji wake na tumeona changamoto zilizoko ndani ya utekelezaji wa hii sheria. Maoni yao yote tutakamilisha na hatimaye tutapelekea mamlaka husika ziweze kuchukua hatua ya kubadilisha sheria au kubadilisha mfumo na namna ya utendaji bora zaidi, kwa sababu kama mfumo upo na watu wote hawa wanaojaa wa ofisini kwa mkuu wa mkoa ni wanatafuta majawabu ya changamoto walizonazo, maanake mfumo umeshindwa kutekeleza na kujibu changamoto tulizonazo. Na kama mfumo umeshindwa kutekeleza na kujibu changamoto tulizonazo, sisi kama wasaidizi wa Rais Magufuli lazima tutafute njia mbadala ya kufanikisha swala hili, ili hatimaye tuweze kufika katika hatua zinazostahiki. Mafanikio tuliyopata katika zoezi hili, tayari wananchi au wakina mama na wakina baba wasiopungua elfu saba mia moja 84 wamesikilizwa. Manake tumesajili na kurejista mafaili 7184. Nikisema 7184, manake ukimweka na baba inakuwa ni elfu kumi na nne. Ukimweka na mtoto inakuwa elfu ishirini na moja. Kwa zaidi ya mashauri haya yamefika kwenye ofisi yetu ambayo tumeyasikiliza na kuyafanyia kazi. Yale, yani, ambayo tumeshindwa kuyasikiliza na tumezidiwa na uwezo ni wananchi au wakina mama wasiopungua elfu kumi. Sasa unaweza kaona jinsi gani mzigo ni mkubwa, na ni picha kubwa ya kwamba mfumo wetu wa ustawi wa jamii, aidha kwa kutokuwa na mamlaka ya kutosha au kwa kutokuwa na uaminifu au hata katika mfumo mwingine wa kibajeti, tumepelekea idadi kubwa ya wananchi kuweza kushindwa kupatiwa msaada. Na idadi hii naisema ni ile ya wakina mama walioamua kujitokeza wenyewe. Of course kuna wakina baba pia wamekuja kulalamika. Wakina baba ambao wasiopungua mia mbili nao wametelekezwa wakaachwa na watoto. Sasa ni idadi sio kubwa sana, lakini idadi pia na yenyewe ya kuifikiria ili hatimaye tuweze kufika katika hatua nzuri. Katika hawa elfu saba mia moja themanini na nne kesi zao ambazo tumezimaliza. Maana sasa hapa kuna watu wasiopungua elfu kumi na saba walioandikishwa. Lakini kuna elfu saba ambao wamepata nafasi ya kusikilizwa ndani ya wiki tatu, maanake ndani ya siku kumi na tano ndani yake. Katika hao watu elfu saba wala ambao mambo yao yameenda vizuri, ofisi ya mkuu wa mkoa imefanikisha kuwapatanisha ni familia au ni wakina mama mia mbili na nane. Naongelea hesabu ya kuishia jana kwa sababu bado zoezi sasa hivi linaendelea, maanake kuja kufika mwisho tunaweza kupata idadi ongezeko zaidi. Lakini hii itakuwa kwenye ripoti ile ya kamati yetu ya ya maboresho dhidi ya mfumo wa kuwahudumia wakina mama au wakina toto, watoto kwa ajili ya kupata haki yao. Kwa tunao mafanikio ya familia ya watoto elfu mbili na nane ambao wamepata uhakika wa kupata matunzo kutoka kwa baba zao. Idadi ni kubwa sana. Idadi ni kubwa sana. Maana hawa watapata fedha za matunzo kutoka kwa wazazi wao wamepata nafasi ya kuwatambua baba zao. Wengine hawajapata hata nafasi ya kuwatambua baba zao, na wengine wamepata nafasi nzuri zaidi ya kuendelea na masomo wakiwa na uhakika wa kupata kipato. Lakini waliokwenda kupata DNA ambao wameenda kupima ili wapate uhakika ni watu wasiopungua tisini. Maana yake kama ni tisini, unaongelea mara tatu, e, watu wasiopungua mia mbili, sabini ndio wanakwenda kwenye mfumo wa DNA na walioandikishwa kwenye upande wa kupatiwa toto kadi manake, kupata bima ya afya. Kumbukeni niliahidi ya ya kwamba kuna watu wataingia kwenye bima ya afya, na nikasema wale ambao baba zao hawatajulikana, kwa sababu lazima kama baba ameshakubali kuchukua wajibu, maanake ni wajibu wake pia, kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2009 ukisoma, ni wajibu wa mzazi pia kuhakikisha mtoto anapata matibabu, anapata elimu, anapata mavazi, anapata chakula kwa wale ambao bado baba zao hawajajulikana na wako kwenye hatihati hati, na afya zao zinapata shida, kwa sababu hawana fedha kwenda kuwatibia, wengine wakiwa kweli wanahitaji matibabu ya haraka. Idadi ya watu ambao tayari imeshawasajili kupatiwa bima ya afya bure kwenye ofisi yetu ni watoto 2971 kwa mujibu wa takwimu za, za ofisi yetu inayosimamia upande wa utoaji wa huduma hii ya matibabu kwa watoto tunakwenda kuwapatia watoto 2971 kadi itakayowapa matibabu bure kwa aina yoyote ile na kwa hospitali zetu zote, kama watakapohitaji matibabu. Lakini pia kama nilivyosema, kwenye zoezi hili ninapowashukuru nyinyi waandishi wa habari, na kila sababu pia kuwashukuru watendaji wetu, walifanya kazi kubwa na ngumu na nzito katika muda wote huu wa siku kumi na tano ilikuwa nipata shika walikuwa wanakimbizana kumsikiliza huyu kufanya hivi, na wale ambao wameitwa wakakaidi, majina yao tayari yameshafikishwa kwangu, na mimi me tayari nimeshamkabidhi mambo sasa. Kwa hiyo wataanza tunawa, makundi matatu katika hao, wako watu ambao wako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ambao wao wamegoma kuja baada ya kuandikiwa barua za wito, wale tutawakamata na hatua za kisheria zitachukua mkondo wake. Lakini kundi la pili katika hao hawako ndani ya mkoa wetu, wako nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo tumeamua kuwaandikia wakuu wa mikoa katika mikoa yao kuwaainishia watu tunaowatafuta katika mkoa wa Dar es Salaam kwa kesi zilizokuwa reported kwenye ofisi yetu, na kopi ya barua tunampelekea waziri wetu wa TAMISEMI ambaye ndio incharge wa serikali za mitaa na serikali eh, kuu katika ngazi ya, ya mikoa serikali za mitaa na serikali za mikoa ili yeye aweze kujua nini kinachoendelea, na kwa mahusiano mazuri tulionao katika mikoa hii tunaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba baba au mama awajibike katika mtoto wake. Lakini kundi la tatu ni lile kundi la watu ambao hawako Tanzania, wako watu wako Dubai, wako wengine wako Omani, wako Mozambiki, wako China, wako wapi. Nao pia tumemwandikia barua waziri wetu wa mambo ya nje, eh, Mheshimiwa Maige, lakini pia tukiambatanisha kopi kwa mabalozi walioko hapa ambako kule waliko wa baba hawa au wa mama hawa ndiko wanakokaa au kufanya shughuli zao, ili waweze kutafutwa na waweze kupatikana. Lakini habari njema katika hizo ambazo tayari tumeshaanza kuzaa matunda, yule mtoto aliyeonekana ni wa baba yake ni Mchina aliyekuwa anafanya kazi ya ukandarasi, tayari wana association ya China, ambao wako hapa nchini, wamekubali kutoa fedha ya matunzo kwa watoto, sio mmoja mliemona, kumbe wako wawili kwa hiyo watoto wale wenye asili ya ya ya Kichina tuseme, lakini mama zao wakiwa ni Watanzania, tiyari Jumatatu watakabidhiwa na ofisi husika uh, kuanza kupata pesa ya matunzo ya watoto wao ili watoto waendelee kupata huduma kwa maisha yao yote kwa mujibu wa sheria ile inayotaka mpaka miaka 18 n na watasitisha enza amefikisha miaka 18 au amefariki au mtoto yule amepata amepata ajira. Mwana ni vyema pia niwajulishe ya kwamba hawa watoto wenye asili ya Kichina tayari wameshapata huduma na wiki ijayo watakabidhiwa ofisi maalum itakayoendelea kuwapatia fedha ya matunzo yao. Kwa hiyo nimesema kundi haya matatu, kundi la kwanza ni wale walioko ndani ya mkoa wetu, kundi la pili ni wale ambao wako nje ya mkoa wetu, lakini kundi la tatu ni wale ambao wako nje ya Tanzania. Aa, katika jambo la mwisho ambalo niliseme tu kwenye zoezi hili yale mashauri ambayo yako kwenye ofisi yetu tunaendelea nayo. Tunaendelea nayo kwa hiyo na wale ambao wataletwa na polisi wataendelea kuhojiwa na hatimaye kupatiwa majibu na katika hilo wako watu ambao imeonekana kwa namna moja au nyingine wameshindwa kuelewana katika majadiliano katika kuvutana kuvutana kule tumetoa leo hii zaidi ya barua zikiambatanisha barua pamoja na wanasheria na kesi hizo tumezipeleka mahakamani. Kwa, kuna kesi zaidi ya mia moja ambazo zitakwenda kwenye vyombo vya mahakama, ili mahakama ikaamue. Ukisema kwenye ile sheria kuna kuna vipengele vikubwa viwili, kuna mamlaka ya ustawi wa jamii, lakini kuna mamlaka ya mahakama. Kwa kama kuna jambo limeshindikana katika ngazi ya ustawi wa jamii, ambapo ndio wasimamizi wakubwa wa hili zoezi inakwenda kwenye ngazi ya mahakama, kwa tayari kuna kesi zaidi ya mia moja, na niwashukuru sana mawakili waliojitolea bure kabisa kuwasaidia hawa akina mama kwenda mahakamani na hatimaye wakaweze kupata kupata haki zao. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nimeona ni vyema niwajuishe waandishi wa habari, lakini niwashukuru pia watu wote wote walio support kwa namna moja au nyingine, hizo hizo hizi. Nawashukuru wale waliotuwezesha kulipia hizi bima za watoto, nawashukuru nyinyi waandishi wa habari Nawashukuru pia wote walionitukana wakiwemo na baadhi ya wabunge kutumia nafasi yao ya kuwa bungeni kunitukana na kutafuta kila namna ya kunidhalilisha, lakini yote namwachia Mungu. Najua kazi hii ya kuwatumikia wananchi sio kazi ndogo, ni kazi kubwa na ni wito mgumu, tunafanya kwa matakwa ya Mungu na Mungu atakayetuita siku ya hukumu, kila mmoja atampatia anachostahili kupata kulingana na matendo yake maa, maa, maa. Maa. Maa. Furahia video bila kukwama, kuwa mama super kwenye mtandao supa pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa, yajayo yanafurahisha. Uko tayari?